Nini sasa? Nakupiga kwa sababu nyumba yako? Hata kama nyumba yako? Hata kama. Sasa huwezi kurekodi. Huwezi kurekodi, wanaume nyumba mimi ndampango kazi ya kwangu mwenyewe kama wanaume, mambo kama kama hivi ndio nini bwana? Oya, oya, nisikilize. Yes. Hii nyumba mimi mimi nayo ya kwangu mwenyewe, yes, sawa? Kama uwezi na ufundi wako sababu chukua, chukua, ondoka noma. Noma. Ondoka. Haina Haina Haina noma. noma. noma. basi. Eh. Samani bwana. Shika eh, mzungu wangu niko naenda hapo kwenye site hapo kutembea tembea. Naona site inajengwa vizuri, pana mafundi wazuri la nikifika pale nini, mwenye nyumba, eh, nakuta anashika simu tu yani mdoto yuko kwenye simu ila mafundi wanafika na nyumba inaenda vizuri. Eh hapo. Anashika simu hivi hapo hizo hizo mafundi wanakuja. Mafundi wanafika, nyumba inaenda vizuri tu yani nyumba inaenda chapu. Na wewe mwenyewe mjenzi unaenda vizuri yani, ungeenda kumomba ushauri one atakusaidiaje? Sawa. Huyu fundi huyu anaondoka. Unaangalia Yes, wiki ya pili toka nimeleta Wallput site kwangu kutoka JK Wallput. Leo mafundo ananikabidhi kazi lakini, kitu ambacho nilichokipenda, nataka nikuonyeshe maajabu ya JK Wallput ukiitumia. Unaweza ukahisi nyumba imepakwa rangi lakini nataka nikuonyeshe maajabu ya JK Wallput nikiwa na fundi. Engineer wangu, eh ndugu yangu ambaye nilimkabidhi kazi. Nambie kabla haujaanza kusikimo, hujafanya nini vitu gani ulizingatia mpaka kazi yako leo unalikabidhi ikiwa smooth kabisa. Vitu gani ulizingatia? Cha kwanza ulifanya nini? Nilizingatia kwanza kusafisha ukuta. Ndio. Baada Tuna... ya kusafisha ukuta. Tunapaka nani? Tunapaka alkal prema. Hata alkal prema, alkal prema. Kabla ya skimming ndio ulipaka. Eh, ipaka alkal prema, prema. Hapo na hey, hey. Uh -huh. Yeah, uh -huh. Kusafisha ukuta, basi na kwanza skimming JK. Oh. JK. JK. JK wall putty. Na, nataka baadaye make ba, pia ulipomaliza kuna kitu uliniomba. kitu gani kile? Ulisema uweza kuskimu uka uskimu ukuta, kuna kitu uliniomba. Hii baada ya kuskimu huwa tunapiga msasa, msasa ule msasa laini 300, namba 360, yeah, eh, baada ya kupiga msasa, mm -hmm. tukapaka nani? Binder, binder yes. Alkal, eh. Alkal prima Una una una skimu na unapiga msasa baadaye, hey. baadaye unapaka eh hey. binda hey. binda inasaidia nini binda, binda hey. kazi yake ni kufuta vumbi baada ya msasa, sababu baada ya msasa A, kuna, kuna kuna kuna vumbi eh yeah. Hey, bwana kama mnavyoona fundi